Habari na karibu kwenye Revealing Revelation, kituo cha unabii wa Biblia ambacho kinaingia moja kwa moja kwenye kiini cha mafumbo ya unabii. Jina langu ni Alain Dubreuil na kama utapata kitu kutoka kwenye mafundisho haya, kumbuka kupenda, kushiriki na kujisajili. Na kama una familia na marafiki ambao wangenufaika kusikia kwa lugha zao, kila somo tulionalo kwenye kisanduku cha maelezo lina viungo vya tafsiri za sauti kwa lugha zingine kumi ili kutusaidia kuwafikia wengi zaidi na kueneza ukweli wa uelewa wa ufunuo kwa watu wengi. Basi utakumbuka katika somo la awali tulizungumza kuhusu jinsi Injili za Mathayo, Marko, Luka, mwishowe wa kwanza atakuwa wa mwisho, wa mwisho atakuwa wa kwanza, inakuwa Luka, Marko, Mathayo, kwamba ndani yake tulifichua kwamba kabla, katikati na baada ya yote ni kweli. Tulifichua kwamba mwisho wa siku si miaka saba kama kila mtu anavyofundishwa kutoka kwenye Injili ya Mathayo lakini miaka kumi na nne ambayo ni saba nyingine imeunganishwa na Marko na sehemu ya kabla ya dhiki ambayo ni mafundisho ya Luka ambayo ndiyo sehemu ya juu. Hiyo ni siku hamsini. Basi ndani ya haya yote tulionyesha kwamba Bwana pia anakuja mara tatu tofauti ndani ya mafundisho haya na tulioonyesha katika Luka sura ya kwanza, samahani, Luka sura ya ishirini na moja. Na kwa njia, kama sijasema ni sura gani niko angalia tu upande wa kulia hapa, utaiona lakini katika Luka ishirini na moja hapa, Bwana anakuja kama mpanda farasi mweupe, kama tulivyofundisha kwenye mafundisho yaliyopita, anakuja kama mwana wa Adamu katika wingu, na neno katika linamaanisha ndani, lakini neno wingu ni la umoja kisha tunaona katika Marko kumi na tatu katika mafundisho yake, baada ya dhiki hiyo ambayo ni baada ya mwisho wa miaka sita ya mihuri, tunaona mwana wa Adamu akija katika mawingu kwenye neno. Hapo neno katika linamaanisha ndani, lakini neno mawingu ni la wingi. Hii ni yeye akija katikati ya dhiki kisha tunaenda kwenye Mathayo ishirini na nne na ni mara tu baada ya dhiki ya siku zile ambayo ni mwishoni mwa mwaka wa kumi na tatu wa dhiki, miaka saba ya mihuri na mwisho wa miaka sita ya tarumbeta, Bwana anakuja katika mawingu. Sasa inaonekana kuwa sawa na ile ya Marko, lakini ukichunguza neno hilo utagundua kwamba neno katika sio katika, ni neno la Kigiriki elfu moja mia tisa na tisa na linamaanisha juu ya mawingu hiyo ni kwa sababu hapa ndipo Bwana anarudi miguu chini juu ya mlima wa Mizeituni, na kama tulivyofundisha kwenye mafundisho yaliyopita, anakuja katika mwaka wa mwisho kutimiza kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, na hiyo ni mwaka mmoja na siku kumi. Halafu itakuwa ni kupigwa kwa baragumu la yubilei. Tulionyesha hilo katika mbili wa Korinto sura ya kumi na mbili kwenye mafundisho yaliyopita. Hizi ndizo nyakati tatu za kuchukuliwa au kurudi kwa Bwana, ikimaanisha hii ndiyo pre-trib yako juu ya miaka kumi na nne. Hii ndiyo mitrib yako ilichukuliwa juu, unyakuwa umati mkubwa, na hii ni baada ya mwisho wa mwaka wa kumi na nne wakati ametimiza siku za Nuhu, kwamba sasa amekuja kwao, naye atawaletea mzigo wote bali atawakusanya tena katika nchi. Unaona, kabla katikati na chapisho hazijaunganishwa moja kwa moja na kuja kutatu kwa Bwana. Kwa kweli katika Luka 21 ambayo katika mstari wa 36 inasema: kesheni basi mkiomba kila wakati, ili mpate kuhesabiwa wastahili kuokoka mambo haya yote yatakayokuja, na kusimama mbele ya mwana wa Adamu. Hii ndiyo aya ya kabla ya dhiki. Kati ya mafundisho yote hakuna kutajwa kwa kukusanywa mwishoni mwa Marko na hakuna kutajwa mwishoni mwa Mathayo, sura ya ishirini na nne. Kwa nini? Kwa sababu waliochukuliwa kabla ya dhiki wanachukuliwa kabla ya Bwana kurudi. Baada ya harusi ya siku saba ya wa mataifa mbinguni, Bwana atarudi siku ya nane, na atakaporudi atakuwa yule mpanda farasi mweupe. Maandamano ya awali yamepita kabla ya kuingia kwake. Luka, sawa Tunaona katika Ufunuo sura ya tano katika mstari wa tisa na kumi, waliimba wimbo mpya, wastahili wewe kukitua hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa maana ulichinjwa na umetukomboa kwa Mungu kwa damu yako kutoka katika kila jamaa na lugha na watu na taifa, na umetufanya sisi kuwa makuhani na wafalme kwa Mungu wetu, nasi tutatawala juu ya dunia. Kisha tunaona elfu kumi mara elfu kumi na maelfu kwa maelfu lakini mwana wa Adamu kama mpanda farasi mweupe anavyokuja katika mafundisho ya Luka, unaweza kuona hutokea baadaye. Hiyo ndiyo tofauti ya harusi ya siku saba ya watu wa mataifa. Sasa vipi kuhusu mafundisho ya Marko? Mafundisho ya Marko, unakuja kwa Bwana, ndicho tunachosoma mwishoni mwa mwaka wa sita na mwisho wa muhuri wa sita. Wakati wote wanalalamika na kuogopa, wakimwona Bwana akija, wakisema, miamba na milima tuangukieni na kutuficha kutoka kwa uso wa yehi akitie juu ya kiti cha enzi na kutoka kwa ghadhabu ya Mwanakondoo, kwa maana sikukuu ya ghadhabu yake imekuja na ni nani atakayeweza kusimama? Vema, unyakuo wa umati mkubwa wa katikati ya kabila hautokei hadi Ufunuo saba baada ya wale mia moja arobaini na nne elfu kutiwa muhuri, kisha unaona umati mkubwa wa watu katikati ya kabila wamesimama mbele yake. Unaona ujio wake hauhusiani moja kwa moja na ujio wake. Bang, kikundi kinachukuliwa au kupokelewa kwake. Unaona, wako karibu, zinahusishwa lakini hazijaunganishwa moja kwa moja. Na vipi kuhusu Mathayo sura ya ishirini na nne? Tunaiona hapa katika Ufunuo kumi na moja mstari wa kumi na tano, na malaika wa saba akapiga tarumleka. Hivyo huu ndio mwanzo wa mwaka wa kumi na nne wa dhiki. Inasema malaika wa saba akapiga tarumbeta na kulikuwa na sauti kuu mbinguni zikisema, falme za dunia hii zimekuwa falme za Bwana wetu na Kristo wake naye atatawala milele. Tukienda kwenye Ufunuo kumi mstari wa saba inasema, lakini katika siku za sauti ya malaika wa saba atakapoanza kupiga tarumbeta fumbo la Mungu litakamilika. Unaona, mara tu malaika wa saba anapoanza kupiga tarumbeta Bwana anaonekana akija juu ya mawingu, si tena ndani. Hii ndiyo ile ya Mathayo 24 yeye akija ambayo inamaanisha juu ya mawingu na inasema nini katika mafundisho ya Mathayo pekee? Kwamba itakuwa na sauti ya tarumbeta kuu. Hiyo ndiyo tarumbeta ya saba ya ufunuo ambayo itaanza mwaka wa 14 wa dhiki. Sasa ya leo ni kuhusu kukuonyesha ushahidi kamili wa hili, uthibitisho usiopingika katika mistari mitatu mfululizo katika agano la kale. Hizi ndizo kuja mara tatu kwa Bwana. Uko tayari kwa hili? Katika kitabu cha Hesabu sura ya ishirini na nne mstari wa saba hadi tisa Sikiliza inachosema, atayamimina maji katika ndoo zake, naye ataunganishwa na maji, na mbegu yake itakuwa katika maji mengi, na mfalme wake atakuwa juu kuliko wagagi, na ufalme wake utatukuzwa. Nitawaeleza hilo ni kwa muda gani, lakini tazama hili la pili, mstari wa nane. Lakini Mungu akamtoa Misri ana kama ilivyokuwa nguvu ya nyati. Nyati ni ng'ombe, sawa? Hebu tuende kwenye namba sura ya ishirini na nne katika Esau na tuone ufafanuzi huu ni nini. Nyati ni ng'ombe au fahali mwitu, ni ng'ombe, sawa? Inawakilisha ng'ombe, na inasema atakula mataifa adui zake na atavunja mifupa yao na kuwachoma kwa mishale. Huu ndio wakati atakapokuja mwishoni mwa mwaka wa sita wa mihuri. Huu ndio wakati anakuja kwa alama katika mawingu na anakuja kama nini? Nitakuonyesha hilo pia baada ya muda mfupi. Sasa, vipi kuhusu la tatu katika mstari wa tisa? Alijilaza, alijilaza kama simba na kama simba mkubwa ambaye atamchochea amebarikiwa. Anayekubariki na amelaaniwa anayekulaani. Unafikiri hiyo inawakilisha nani? Simba ni nani? Tayari unamjua huyo, sivyo? Sasa sikiliza wanachosema kuhusu hili. Na Balaki ambaye alikuwa mfalme kama yule nabii wa uongo, kama yule Kristo wa uongo, asema Balaki alikuwa, Balaki pole, na hasira ya Balaki ikawaka juu ya Balaamu ambaye ni mfano wa nabii wa uongo. Kisha akapiga mikono yake, Balaki akamwambia Balaamu, nilikuita ili uwalaani adui zangu na tazama umewabariki hawa watatu nyakati. Je, unajua baraka hizi ni zipi? Kuja kutatu kwa Bwana ni nani mtu huyu aliyounganishwa na maji nam? Ili kuelewa ujio huu wa tatu tunahitaji kuelewa makabila ya nyikani. Nyote mmeona aina hizi za chati katika kambi yao nyikani. Ngoja nikuonyeshe picha nzuri zaidi ya hiyo. Huyu yuko hapa. Yuda ni nani? Simba wa kabila la Yuda. Ruben ni nani? Yeye ndiye kambi kuu ya mtu wa maji. Efraimu anawakilishwa kama mkuu wa kambi hii upande wa magharibi, na yeye ndiye ng'ombe. Dani ni nani? Dani yuko kaskazini, na Dani anawakilishwa kama nyoka. Tazama hii, tunawaona katika makabila yao waliorodeshwa hapa nyikani Rubeni ni mtu na maji, efraimu ni ng'ombe nyati, dani anawakilisha nyoka, sawa, upande wa kaskazini, na yuda ni simba wa kabila la Yuda. Tunaona hii katika Nambari sura ya mbili, upande wa mashariki bendera bendera yao ni Yuda, naye ni simba. Upande wa kusini, bendera ni kambi ya Reubeni, naye ndiye mtu na maji. Walawi wako katikati, hao ni makuhani. Upande wa magharibi ni bendera ya Efraimu naye ni ng'ombe nyati, ng'ombe na kwenye beramu ya marago ya Dani, yeye ni upande wa kaskazini naye yoka. Ili hapa kabila la Rubeni vingivyowakilishwa kama mwanadamu na kama maji. Katika Luka sura 21 katika kuja kwa mwana wa Adamu inawakilisha mwana wa Adamu akija kama kabila, akija kwenye uhusiano wa kabila la kusini ambaye anawakilishwa kama Reubeni, mtu mwenye maji anamwaga uzao wake, mabaki yake, wafanyakazi watakaotoka kwenda kumtumikia, wakimfanyia kazi wakati wa mihuri. Efraimu ni nani? Efraimu ni ngome. Je, unajua maandiko yanasema nini juu yake? Katika kitabu cha Hesabu sura ya ishirini na tatu mstari wa ishirini na mbili Mungu aliwatoa Misri ana <laughs> kana kwamba nguvu ya faru. Mungu ana nguvu kama ya ng'ombe. Ukienda Yeremia thelathini na moja sikiliza inavyosema kuanzia mstari wa nane Tazama, nitawaleta kutoka nchi ya kaskazini na kuwakusanya kutoka katika mipaka ya dunia, na pamoja nao vipofu na vilema mwanamke mwenye mtoto na yeye anayeteseka, pamoja kundi kubwa. Je, unajua kwamba neno hili kundi kubwa ni neno umati mkubwa? Ni picha ya kinabii ya mwisho, wakati Bwana atakapokuja kukusanya umati mkubwa, unyakuo wa katikati ya kabila, nami naenda kukuthibitishia hilo hapa hapa, kundi kubwa ambalo pia linamaanisha umati mkubwa. Lakini unataka kujua kitu cha ajabu? Tazama inachosema katika mstari wa tisa. Watakuja kwa kilio na kwa maombi, nami nitawaongoza na kuwafanya watembee kando ya mito ya maji, katika njia iliyo nyofu ambamo hawatakwama, kwa maana mimi ni baba wa Israeli, na Efraimu ng'ombe ndiye mzaliwa wa kwanza. Nani ni mzaliwa wa kwanza wa Bwana? Nani anawakilisha mzaliwa wake wa kwanza? Kristo anafanya hivyo, anawahitaji. Basi wale waliotawanyika atawakusanya na kuwachunga kama mchungaji afanyavyo kundi lake. Hiyo ni Kristo aliwakilishwa kama ng'ombe. Umati mkubwa unakusanywa lini? Katika mwaka wa saba wa mihuri, unyakuwa umati mkubwa wakati wa trib. Hapo ndipo wanapokuja katika mafundisho ya Marko kama kuja kwa mwana wa Adamu katika mawingu wingi mwishoni mwa mwaka wa sita wa mihuri. Vipi kuhusu Dani? Dani, Dani ni nyoka. Dani anawakilisha Shetani. Wakati Shetani anatupwa chini, katikati ya tarumbeta, miaka mitatu na nusu baada ya kunyakuliwa, katikati trib, umati mkubwa. Na tunaona yule nyoka wa zamani, Ibilisi, akitupwa chini. Unaona, baada ya kunyakuliwa katikati ya dhiki kwenda paradiso, ni wakati anapotupwa chini. Tunajuaje ni katikati ya dhiki? ni kwenye tarumbeta ya tano, nilipoona nyota kutoka mbinguni ikianguka kutoka mbinguni ikatupa duniani na kwake, akapewa ufunguo wa kufungua shimo lisilo na mwisho. Hii ndiyo chukizo la uharibifu katika Mathayo sura ya ishirini na nne. Lakini sasa tunachomini, tunaye simba wa kabila la Yuda, Bwana atakaporudi miguu chini juu ya mlima wa Mizeituni, atakapoonekana akija juu ya mawingu ya mbinguni kwa sauti ya tarumbeta kubwa akina kaka na dada, yote yamefunuliwa katika sura moja ya namba ishirini na nne katika aya tatu, ikithibitisha kuja mara tatu kwa Bwana. Mungu akubariki wa Mungu wabariki familia zenu. Zungumza nawe karibuni. Kwa heri.